Unayefuatilia mahojiano haya, mimi ni Sudi Mnete na hii ni DW. Nazungumza na Peter Kibatala, yeye ni mtetezi wa kanisa la ufufuo na uzima na tayari amekwisha tangaza kuanza kazi hiyo. E, Peter, hebu tueleze tu e, wewe kama wakili e, yapi unayowazingatia wakati huu, yapi unaona yana nafasi ya kutetewa? A, kwanza kabisa e, utambulisho rasmi wa kanisa ambalo linafahamika almaarufu kanisa la ufufuo na uzima Eh, kwa kadi kati ilivyosajiliwa katika rekodi za msajili wa taasisi za kijamii Registrar of Societies nchini Tanzania ni The Glory of Christ Tanzania Church. Nimesema hii ni muhimu kidogo kama nitakavyoenda kuuelezea huko mbele. Kwa hiyo huo ndo utambulisho rasmi wa kisheria, The Glory of Christ Tanzania Church. Ila sasa kanisa la ufufuo na uzima imekuwa ni jina maarufu la ki e, la kiinjili. Yani ni jina maarufu la kiinjili. Kila kanisa huwa lina e, kama ilivyo taasisi nyingine ya ambayo imesajiliwa, huwa huwa zinapata majina ya e, maarufu ya, ya ufanyaji kazi kutegemea na tasnia husika ya. Kwa hiyo e, majina rasmi ya wateja ni hao, na kwa kisheria taasisi zote ambazo zimesajiliwa chini ya sheria ya usajili wa taasisi za kiraia huwa zinasimamiwa na chombo kinaitwa registered trustees au bodi ya wadhamini. Lakini eh, kwa madhumuni ya uinjilisti kanisa hilo eh, au taasisi hiyo ya kidini eh, mkuu wake ni askofu Josephat Gwajima. Sasa hivi karibuni, eh, katika mitandao ya kijamii na katika vyombo vya habari zimesambaa taarifa na kuna karatasi fulani, naita karatasi kwa sababu kisheria ndio tabia kama nitakavyokwenda kueleza na kama ambavyo tunaenda kueleza kwenye vyombo mahususi vya kisheria ikiwemo mahakama, imesambaa zimesambaa taarifa ambazo bila shaka zimeanzishwa na karatasi fulani ambayo ilikuwa inazunguka ikionyesha kwamba e, ofisi ya msajili wa taasisi za kiraia ameandika barua kwenda binafsi kukwenda kwa e, Askofu Josephat Gwajima ambaye yeye, kwa barua hiyo, kama ni ya kwake kweli, huyo msajili maanake, sijamsikia mpaka sasa barua hiyo inasibu au inajielezea ina, ina, ina, ina, ina, ina, kwamba imeelekezwa kwa taasisi inayoitwa Glory of Christ Church, narudia tena, kanisa ambalo ni wateja wangu ambalo linaongozwa na Askofu Josephat Gwajima limesajiliwa kisheria na linatambulika kisheria kama The Glory of Christ Tanzania Church. Barua hiyo ambayo inasambaa ambayo inasemekana ndiyo iliyopelekea kufutwa au kufutiwa usajili kwa wateja wangu The Glory of Christ Tanzania Church yenyewe, e, imeelekezwa kwa kanisa linaitwa huyo mwandishi analifahamu, lakini yeye amelitambulisha kama Glory of Christ Church, na kwetu sisi kisheria na kimantiki tunaona tatizo limeanzia hapo. Kwa hiyo hiyo barua imekuwa inasambaa ina, ina huko na hatimaye baadaye vyombo vya habari nchini kuanzia tarehe tatu mtandaoni, tarehe mbili, lakini kirasmi kwenye print media, kwenye vyombo vya habari ambavyo machapisho kadhaa wakaripoti waka nao kwamba e, imefutiwa usajili na wakahakisi waka sababu zile zile ambazo zimeainishwa e, kwenye ile barua niliyoirejea. Na baada ya hapo yakafuata sasa matukio kadhaa yakiwemo ya, ya jeshi la polisi e, kufika katika maeneo ambapo kuna nyumba ya ibada ya kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, na usiku wa tarehe mbili kuamkia tarehe tatu kuwakamata waumini kadhaa wa Glory of Christ Tanzania Church ambao walikuwa wanafanya ibada e, ya mafungo ya siku saba pamoja na mambo mengine kuliombea taifa, lakini pia walise, mkiongozi wao alisema kwamba wanafanya ibada ya siku saba kwa ajili ya kumwombea mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Antipas Tundu Lisu Mugwai, maarufu Tundu Lisu ko. Hao waumini walikuwa kwenye ibada ya kawaida, wakakamatwa na jeshi la polisi na wakafikishwa katika kituo cha polisi Oysterbay, ambapo walihifadhiwa hapo, na sisi ofisi yangu ilitoa huduma za mwanzo za kisheria, na mpaka anavyozungumza na wewe hapa, ofisi inaendelea kutoa huduma za kisheria. Kuna mawakili mwelekezo wapo pale, wako pale na maaskofu kadhaa Eh, kutoka kanisa hilo la Glory of Christ Tanzania Church kwa ajili ya kuweza kutoa huduma za kisheria na za kizamana na ikiwezekana kuwapate dhamana wakati mambo mengine ya kipolisi yanaendelea. Sasa hilo ni mojawapo. Sasa kuna mambo kadhaa hapo ambayo yanajitokeza la kwanza, mm -hmm. eh, kwanza, kuna... kwanza kwanza kwanza, kabla hujaendelea hawa wako wangapi? Sasa eh, kutokana na changamoto za wafanyaji kazi na jeshi eh, katika nchi yetu Eh, idadi kamili bado hatujaipata kwa mimi naopareti kwa taarifa nilizopewa na uongozi wa kanisa kwamba wako themanini. Sasa tutaverifi vizuri baada ya, ya wote kuwa wame, eh, wame wamepata dhamana tufanye head count alafu tujue, okay walikamatwa kadhaa na walioachiwa kadhaa ili tuweze kutoa taarifa sahihi kama ulivyo kama utakuwa umefuatilia, nilitoa taarifa kwamba nitafanya mkutano na vyombo vya habari hivi karibuni ili kuweza sasa kutoa eh, ripoti yaliyojiri ya E, ikiwemo idadi za watu waliokamatwa, hatua tu zaozichukua kisheria, lakini kama nar narudia tena e, taarifa nilizopewa na viongozi wa kanisa ambazo sasa tunaendelea kuzifuatilia mpaka sasa hivi e, kama navyosema mawakili wangu baada kituo cha polisi Oysterbay, ni kwamba walikamatwa watu themanini sasa na, ni, i, i, kwenye ile eneo la namba, nakuwa mwangalifu kwa sababu e, eh, ukitaja namba kuna nini, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, ma, kuna, kuna maswala yake ya kisheria, lakini kama navyosema taarifa inayopewa ni hiyo, kwa tutatoa taarifa ambayo ime, ime, imekuwa verified imethibitishwa vizuri baada ya kuwa tumekamilisha mazoezi ya kisheria ambayo yanaendelea pale Oyster Bay Police Station. Pamoja na jambo hilo la kufuatilia hawa waliokamatwa, msingi wa mashtaka yenu ni yapi? Mengine yapi ambayo mnaona hayakufanyika sawa, ili kwa Mtanzania wa kawaida asikie, Mkongo, Mrundi na wengine wanaofuatilia matangazo ya DW? Wateja wangu wanaitwa Glory of Christ Tanzania Church, almaarufu kanisa la ufufuo na uzima. Hivyo ndivyo walivyosajiliwa sasa e, kuna barua kama nilivyosema imesambaa inaonekana ime, yenyewe hiyo barua inajinafasi kwamba imesainiwa na, na mkono wa e, e, msajili wa taasisi za za kiraia au taasisi za ya, you know ya taasisi za kiraia. Hiyo yenyewe imeelekezwa kwa Askofu Josephat Gwajima lakini inasema taasisi iliyofutiwa usajili inaitwa Glory of Christ Church. Tayari hapo umeona kuna tatizo la kisheria na kimantiki kwamba aliyesajiliwa na aliyefutiwa usajili kama barua ile kweli imetoka ofisi ya msajili, ni taasisi mbili tofauti, kwa sababu tunaamini katika vitabu vya msajili hakuna kanisa la ambalo linaongozwa na Yesu na Bishop Joseph Gwajima ambalo linaitwa Glory of Christ Church. Sasa kisheria, hiyo ni ni kitu kikubwa sana ambacho kama ni kweli E, ki, ndicho ile barua ndio hasa iliyopelekea ambayo nakwenda kuyazungumzia, basi kuna ukosefu wa umakini lakini, kuna mapungufu makubwa mno ya kisheria. Maana yake ni nini? Kama hiyo barua ndio hasa ambayo ina nafasi iliyofutia usajili wateja wangu, maana yake ni kwamba wateja wangu hawajafutiwa usajili, na kwamba ikiwa wateja wangu wengine wale waliokamatwa kwa Costa Bay wamekamatwa bila kosa lolote, kwa sababu wao walikuwa nasari kwenye kanisa ambao hawajafutiwa usajili. Aha, sasa ukipata e, nakala kwa mfano imetolewa nakala ambayo sahihi mamlaka ikasema, hicho kilichosambaa mitandao ya kijamii bandia. Nilikuwa nakwenda huko kote kama unge, ukinivumilia kidogo, nilikuwa nakwenda huko kote. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni assumption ya kwanza kwamba e, kama barua ile ndio iliyopelekea mpaka polisi kwenda e, e, nyumba ya, ya, ya, ya, ya ibada ya wateja wangu na kukamata wale waumini wa labda, ukiwauliza watakuambia walikuwa wanakiuka amri ya kufuta kanisa kwa barua ile kwa kanisa halijafutwa, kwa sababu hiyo amri inahusika na kitu kingine ambacho sio wateja wangu waliosajiliwa kwa majina tofauti. Lakini lakini sasa, hoja ya pili kwa hilo swala tutakwenda kulizungumza kwenye mamlaka zinazohusika, kwa sababu kuna utaratibu wa kisheria ambao si kwa sasa, sita, usita, kwa sababu za kimkakati sitakwenda ndani sana. Kama nilivyosema, nitatoa taarifa muda mwafaka, tuko tumetoka wapi, tuko wapi, na tunakwenda wapi. Lakini e, namna ya pili ya kulengela suala hili au hoja ya pili sasa, ambao nataka tushirikiane na Tanzania, na dunia kwa ujumla, ambao anatusikiliza tukiashumu, basi kwamba kuna baru, ile barua kama nilivyosema, mpaka sasa hivi ukiacha hapo, baadhi ya nimesikia wasemaji wa wawili watatu, wajeshi fulani wanasema wana akitaka akate rufaa sasa. Sikuwa naelewa kwamba wana hiyo rufaa inatokana na barua ile au kuna barua nyingine. Sasa mpaka sasa hivi wateja wangu the glory of Christ, Tanzania Church hawajapewa notice yoyote. Sheria inasema msajili anapotaka kufuta kanisa au taasisi yoyote aliyoisajili kwa mkono wake, anapaswa kuipa kwanza notice ili taasisi hiyo iweze kupata kujitetea kwamba u, accusation au tuhuma ni hizi, wanaleta utetezi, na ndio haki ya kusikilizwa ambao nafikiri sina haja ya kufafanua saa hizi, kila mtu anaifahamu. Kwa hiyo hitaji la kwanza chini ya sheria ni kwamba kabla msajili hajafuta lazima atoe notice. Wateja wangu mpaka leo hawakuwahi kupata notice, wanasikia tuko barabarani, kanisa limefutwa na kwa nini nasema wanasikia barabarani? Kwa sababu ukiacha tu hawajapewa notisi, ambalo ni pungufu la kisheria, ambalo linabatilisha mchakato wote ambao unaitwa kufu, kufutia usajili kanisa la wateja wangu. Cha muhimu zaidi ni kwamba hata barua yenyewe ambayo ina-, ina, ina taarifa rasmi ya kufutiwa hacha ya notisi, hata taarifa yenyewe ya kufutiwa usajili iwe vimekosewa au imepatiwa kwa majina mpaka leo tunavyozungumza hawajapo hawajapelekea hawajafikishiwa uongozi ka, wa kanisa na, <tot> kama narudia tena, hata wao pia wanasikia tu na wamesoma kwenye magazeti, hilo nalo ni pungufu kubwa sana kisheria, na pengine ndo limepelekea hata madhara. Muumini anakwenda kanisani kuhudu, kuhudu, kuhudu, amini, kuhudu, kumtumikia Mungu wake akiwa hajui kwamba kanisa limefutwa kwa sababu kanisa lenyewe halijapelekewa halijapelekewa waraka wote maalumu, hata hiyo barua, narudia tena, kama iwe imepatiwa, imekosewa, haija nani, haijakuwa kwa, hata kama kwenye mafaili yao, kwenye makabrasha wanayo barua ambayo labda inaakisi majina sahihi, wamempa kiongozi gani wa kanisa la Ufufuo na Uzima? Wewe umezungumza moja kwa moja na Askofu Mkuu wa kanisa hili, Askofu Gwajima? Uh, bila shaka na uongozi, niseme tu kwa ujumla, nimezungumza na viongozi wote wakuu wa e, wa, kanisa hilo na ndio maana nikapata ma, ni, ni, ni, ni e, hata hi-haya majukumu ya kufanya. Kwa hiyo kwa nyakati tofauti tofauti, nimezungumza na eh, Reverend Gwajima pamoja na viongozi wengine kadhaa, kwa sababu hafanyi kazi peke yake. Reverend Gwajima ni taasisi ile, kwa hiyo kuna mgawanyo wa madaraka ya ya uongozi, kwa sababu Eh, uongozi. Yes, yes, kwa na uongozi yeye yes, kwa nyakati fulani kutokana na mahitaji ya wakati husika, lakini pia na eh, na viongozi wengine kama nilivyosema, hiyo ni taasisi. Kanisa ni taasisi ambayo ina ina, ina structure yake na una mgawanyo wa madaraka na, na majukumu. Kwa hiyo unaweza ukazungumza na Askofu Gwajima leo eh, labda asubuhi, jioni ukazungumza na mtu mwingine, kesho asubuhi ukazungumza na mtu mwingine lakini mimi najua eh, wateja wangu ni The Glory of Christ Tanzania Church sasa yule aliyepo pale juu ni mmoja, lakini chini yake kuna kuna viongozi kadhaa, maaskofu na watu wengine, maafisa wengine ambao ha wote tumekuwa tuna- tunawasiliana na kupeana feedback ya namna tunavyozidi kuendelea kuchukua hatua za kisheria kupinga matendo yote haya ambayo mimi na wateja wangu tunaona kwamba yamekiuka sheria eh, katika kila kila nyanja au kila mtazamo. Wakili Kibatala, sasa hivi tunavyozungumza, Gwajima yeye, yuko wapi? Ambacho naweza kukwambia tu ni kwamba mara ya mwisho nazungumza naye yupo salama na e, anasimamia e, michakato ya kisheria ambayo inapinga haya yote yaliyofanyika, ambayo narudia tena msimamo wa kanisa na ushauri wa mimi wakili wao ni kwamba e, kuna mapungufu makubwa mno ya kisheria. Ah, manake nimezungumza. Yuko wapi? Watu wanauliza yuko wapi tangu uh, siku chache zilizopita usiku wa manane alipokuwa akilalamika hakuonekana tena na wala kusema lolote. Yuko Dar es Salaam, nje ya Dar es Salaam ama mazingira gani kwa sasa hivi, e, naomba nisijikite sana huko. Hiyo ni privilege information, lakini e, narudia tena ni mambo ambayo yanahitaji uangalifu. Uhusiano wangu na, ma, uhusiano wangu na de, Gwajima, Askofu Gwajima ni uhusiano wa wakili na mteja, na kuna mipaka yake katika utoaji taarifa. E, kwa hiyo nachoweza kusema tu ni kwamba mara ya mwisho nazungumza na naye alikuwa yuko salama na alikuwa anasimamia juhudi e, za kupambana kisheria na haya matendo yote yaliyofanywa na taasisi mbalimbali. Kibatala, yeye si miongoni mwa watu wanaohitajika na polisi kama wafuasi wake walikamatwa? Sheria, kuna sheria kadhaa za utendaji kazi wa jeshi la polisi, lakini sheria mama kuliko yote inaitwa sheria mwenendo makosa ya jinai e, ambayo inaelekeza namna ambavyo polisi wakimwita wakimtuhumu mtu na kama wanamhitaji basi kuna utaratibu maalumu umewekwa mle umeainishwa na jeshi la polisi na ufahamu. Lakini mpaka sasa hivi sio mimi kama wakili na sio uongozi wa kanisa na sio yeye mwenyewe Bishop Gwajima ambaye amefahamishwa kwamba Bishop Gwajima, kwa Gwajima anahitajika kwa tuma yote ile ya kijinai. Na kwa hiyo, tunaoperate kwenye hiyo basis na kama ikitokea huko mbeleni mambo yamebadilika na ikitokea taasisi yoyote sio tu polisi, taasisi yote ambayo imepewa jukumu la kisheria la kushughulika kijinai au kivinginevyo na mambo yote ambayo yanaweza kumuhusu e, askofu Gwajima, tutatoa tu, tu taarifa, lakini pia tutashughulika nayo kisheria, na ndio maana kanisa limeteua wakili wa kushughulika na mambo hayo yote kisheria. Kama ile sababu inayoelezwa katika hiyo barua ambayo umehitaja kwamba huna uhakika nayo, ni kweli kwamba uh, kiongozi huyu ametumia jukwaa la kanisa kuwachonganisha uh, raia na serikali yao kuna utetezi gani katika hili? Kwanza kabisa, narejea tena kwamba waliotuhumiwa kama barua ile, ndio barua yenyewe ambayo ndio wote tunaizungumzia, barua imetuhumu taasisi inayoitwa Glory of Christ Church ambayo sisi hatuifahamu, sio mimi wala mteja wangu binafsi, Reverend Josephat Gwajima. Hiyo kanisa sisi hatulifahamu na Eh, uh, mahala kote ambapo tumekwenda kisheria ambapo kama nilivyosema nitatoa fafanuzi baadaye, tumelisisitiza tumeli, hilo kwamba huyo waliomtaja kwenye barua kama ndio barua yao hiyo, sisi hatumfahamu kisheria, na naamini na, na, na hata vitabu vya rejea vya usajili havimtambui huyo mtu kwamba anahusika na, na, na, na Bishop Gwajima, lakini iwavyo vyote, kama nilivyosema, tukiashumu kwamba kuna barua ipo huko au barua yenyewe ndio hiyo na inapaswa ifanywe ifanyiwe kazi kisheria, utetezi huko mwingi tu um, kubwa kuliko yote ni lini Gwajima binafsi au kanisa lake lilipewa nafasi ya kusikilizwa? Huwezi ukasema mtu ametumia jukwaa la dini kufanya siasa, lazima umwite tudefine siasa ni nini, na nani ambaye anaamua hii ni siasa na hii siyo siasa. Kuchonganisha wananchi e, na serikali yao ni nini? Ni kusema kwamba huyu ni chaguo la Mungu au ni kusema kwamba huyu atakayegombea na, na, na, na mgombea huyu atakaye nisema vibaya mgombea huyu atapolarize hayo eh, yote yamesikika na na viongozi mbalimbali wa dini lakini hatujasikia yoyote yakiwakuta. Sasa hizo ni seme ya utetezi wetu. Kwamba, kwa, kwa, namba moja kwa nini hukunipa nafasi ili nami nikwambie kwamba kwa nini unanionea mimi, peke yangu, unanichagua mimi. Kama hiyo kama maneno kama hayo ni uchochezi na ni kuchonganisha serikali E, na ni kutumia jukwaa la dini kufanya siasa. Kwa nini kuna discrimination? Kwa nini kuna ubaguzi? Kwa nini? Kwa nini kipimo ya distiki moja inatumika tofauti kwa taasisi tofauti? Lakini kama nilivyosema, nani ambaye anakaa mezani na kuamua kwamba hii ni siasa, hii sio siasa, huu ni uchonganishi na huu sio uchonganishi? E, lakini pia e, hayo ambayo hicho kin, kinachoitwa kwamba ni uchonganishi au kufanya siasa, ni kipi ambacho kanisa na au Askofu Gwajima amekifanya? Tukijadili kwa mantiki ya kisheria kwenye mizania ya kisheria. Kwa hiyo kama nilivyosema, bila ku- haya ni masuala ya kimkakati, bila kwenda ndani sana katika hoja zetu za kisheria ambazo ziko nyingi nyingi nyingi nyingi. Context e, ya utetezi ni, ni pana sana, na tuta-, tuta tumeanza michakato na mingine labda inakamilika ya kufikisha hoja mahali panapohusika, ili waliopewa mamlaka hayo ya kuamua hayo masuala waweze kuona kwamba kuna kuna vitu vingine tofauti kabisa na usimamiaji wa sheria, lakini maoni yangu kama wakili ni hayo, na sasa basi, wakili mimi nawajibika na, na kwenda kwenye forum ambazo zinaweza kutoa majibu kwamba no, no, no, no. hapa kilichofanyika ni vitu tofauti kabisa na sio usimamiaji wa wa sheria, na hayo majibu sasa tunayasubiri kwa amna, tutotumia nguvu zote kuyapata. Maswali yangu ya mwisho, uh, wale ambao uh, wanashikiliwa kule, mmetajiwa wamefanya makosa gani? Tuna, tuna changamoto kubwa sana za utendaji haki hasa katika ngazi ya ukamataji na upelelezi katika nchi yetu, na tulifikiri mambo yatabadilika baada ya mabadiliko ya sheria yaliyofanyika hivi karibuni kwenye sheria mbalimbali mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mwezi Desemba Disemba, yatafanyika mabadiliko mengi ambayo bunge lilielekeza kwamba sheria zote zinazohusika na haki jinai zinabadilishwa. Tulitegemea kwamba utendaji E, wa taasisi zote ambazo zinasimamia hakijinai nchini utaboreshwa, lakini sisi ambao tuko field tunaona kwamba hakuna hata nukta moja iliyobadilika katika utendaji. Lakini kama nilivyosema, hayo ni mambo sasa ya ya kushughulika huko mahakamani. Lakini e, iliundwa tume ya hakijinai na mheshimiwa Rais e, mahususi kabisa, na mimi binafsi nilikuwa mjumbe, nilialikwa, nilitoa maoni ili tume ikaandaa ripoti ikatoa ma, maelekezo, amini ni maoni maeneo ya kuimprovu vingine. Ni very basic. Unamkamata mtu usiku wa manane eh, humpi nafasi ya kuwasiliana na wakili wake, humpi nafasi ya kuwasiliana na ndugu zake eh, hata shtaka lake humwambii wakili naye, mpaka hata kujua hilo shtaka inabidi atumie uzoefu na nguvu nyingi sana, kwa ni changamoto ni changamoto lakini E, mpaka sasa hatufahamu, kwa sababu mimi ukiniuliza, ni kosa gani la kisheria limefanywa na wale waumini, mimi sili, nasi silioni, silioni kabisa. Kama nilivyosema, tukiashumu kwamba basi kuna labda tuseme sasa tuingie kwenye vichwa vyao, labda labda walikusanyika sasa isivyo halali baada ya kanisa kufungwa, ni kama nilivyosema, ulimtaarifu nani na mnagani, kwa namna gani kwamba kanisa limefutiwa usajili, iwapo hata ulichokitaja kwenye barua hakihusiani na hao watu lakini pili, aliyepeleka barua u, kwanza notice. Lakini pili, aliyepeleka barua ya taarifa rasmi ya kufutiwa kanisa kwa wateja wangu ajitokeze, hadharani, atoe uthibitisho kwamba alifikisha, akamkabidhi mtu fulani, akasaini kwenye dispatch. Hayupo wala hayupo atakaye jitokeza. Sasa wale wanakosa gani? Lakini kama nilivyosema, bahati mbaya, hayo yote huwezi kuyafanyia kazi barabarani, unaweza kwenda kufanyia kazi kwenye forum husika. kwa hiyo E, wacha tumalize hilo la, la, la wale kupata uhuru wao hapo e, Stabei Police Station. Na kwa sababu e, wao okay, wana haki zao za binafsi, lakini pia kupitia mwamvuli wa kanisa wana haki zao, na tuta tutapigana mpaka mwisho kwa sababu e, hili haya mambo yanajirudia. Watanzania wengi hawafahamu, na hili nitaliongelea pia, kwamba kanisa hili liliandamwa kwa namna hii hii mwaka elfu mbili na kumi na sita, namna hii hii ili- ilitoka barua ya kulifutia usajili kwa sababu tu semekana eh, Askofu Gwajima alitoa matamshi dhidi ya kiongozi mwingine wa kidini eh, akaambiwa eh, amekiuka masharti ya usajili msajili, ofisi hiyo ya msajili ikataka kufutia leseni. Mimi binafsi na ofisi yangu tukakimbia mahakamani tukapata amri ya zuio, ndio kanisa likasurvive kuanzia elfu mbili na kumi na sita mpaka alipojitokeza haya. Kwa hiyo ni mwendelezo wa mambo yale yale, kwa hiyo kama nilivyosema wacha tu tushughulike eh, na mambo ya, ya mambo ya awali kwanza, halafu mengine yatafuatwa kwa wakati mwafaka, na kama nilivyosema tutatoa taarifa sahihi kwa muda ukifika. Peter Kibatala ambaye ni wakili wa kanisa la ufufuo na uzima, kanisa ambalo linaongozwa na askofu Joseph Gwajima, nikutakie heri katika kazi yako na nakushukuru kwa kushiriki mahojiano haya. Shukrani sana, amini inshallah.